Asifiwe Bwana Yesu, asifiwe sana. Ningependa kutoa neno katika andiko la katika kitabu cha Biblia andiko la Mithali, Mithali ishirini na nane kumi na tatu inasema, afiche dhambi zake hatafanikiwa bali yeye azungumanazo hat, hatapata atapata rehema nikizungumzia hivi kwamba akicheza mzake hiyo inakuja moja kwa moja kwenye jambo la uaminifu. Siku hii watu wengi sana katika kwenda kuungama kum, kum, au kufanya toba mbele za Mungu, watu wanashinda wanashindwa kusema zambi za sirini. Uaminifu umekuwa mdogo sana, unakuta mtu ana biashara ameajiriwa, lakini kutoa kifungu cha kumi kutoa zaka ni ngumu. Anapoenda kuomba toba kwa Mungu, anashindwa kuzungumza kwamba, Mungu, angalia zaka sitoi. Haya, pia kuna watu wanadanganyika kwamba wanakwenda kutoa, wanakwenda uh, kanisani, wakati wa sadaka, wanahisi wanaibiwa neno, wanashindwa tu kuelewa. Lakini sadaka imeandikwa kwenye imeandikwa kabisa, Yesu uh, alitoa sadaka kwa ajili yetu ili mimi nawe tu, tuweze kuokolewa. Kwa hiyo ndugu zangu, tu-tu tunapoingia kuomba tu, toba tu, tuwe wawazi kweli, tu wa kweli tuzungumze na jambo la uaminifu. Uaminifu ni mzuri sana. Watu ni mtu ambaye anashindwa kuongea kweli juu ya uaminifu, yani kuna vitu kuna, anaficha juu ya sirini sababu uaminifu uko sirini, ukitoka uko sehemu ya kazi unashindwa kuwa mwaminifu kwenye biashara, ukiloka kuwa mwaminifu umeuza hichi na hichi, unashindwa kuwa mwaminifu kwenye jambo la jambo la Mungu. Ko, napenda sana kushauri na nakwenda kwa Mungu au uh, ukihitaji Mungu akusamehe zangu, nabidi useme na vyote ulivyotenda kama uko uaminifu kwenye zaka, kwenye ndoa yako, sehemu ya kazi, utoe. Na ningependa sana kusema kwamba tunakwenda kutoa sadaka. Wakristo wengi sana wamefungwa sana na mambo ya dunia kwamba unapoenda kutoa sadaka, unaenda kumku kumufaisha mchungaji. Mchungaji angalia ana kazi ana nini, kwa tunabidi zile sadaka. Ni sahihi kutoa zaka, sio tumishi nini, ni sahihi kabisa. Mimi sizipingi, kwa sababu Yesu alijitoa kwa ajili na wewe. Asante sana, na Mungu awabariki.